Kwanza unavyoenda una kufanya mnada, lazima ujue taarifa muhimu kuhusu mali inayofanyiwa mnada na kuweka rekodi. Lazima ujue serial numbers, ujue report unapokuwa mm -hmm. na, yani, na taarifa muhimu so, unakuwa dalali bora. Sio unaulizwa hata ile nyumba ina kesi gani ujui, kwa mita ujui. Sasa hata so, mteja hapo atashindwa kukuelewa kama unauza kitu ukijui. Umeona, kwa masharti ya kutangaza ya amefuatwa kama kisheria ndo ili uweze kufuata mnada mfanya pa gazeti tayari na vitu kama hivyo. Mnada inabidi ufanyike tarehe kamili na mahali sahihi kama inavyodaiwa. Kwa hiyo tarehe unaotangaza iliyotangazwa ndo tarehe sahihi na muda sahihi na sehemu sahihi ili uweze kufanya mnada wako. Afu cha tano bei ya akiba iwepo ambayo haitaki kutangaza kamwe mwanzoni mwa mnada. Sasa ile bei yani, unapoanza mnada usihitaji mwanzoni, ndio maana unaanza ile bei ya kwanza, umeona unaongeza na bid eh? Umeelewa, wanafanichana adao bei ambayo unaijua usihitaji mwanzoni, anza chini kidogo ili ionekane kweli umefanya mnada waza